Jina langu ni Gad Petal Dato kohapa, kuhimiza rais wa Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, mbele iko sawa, twende NRM oyeebyenu oye. Ni wanafunzi wa shule ya msingi ya Mama Thereza tayari bakaria shairi Uongozi mwema wake rais Museveni, makinika gulunika na musibanduke, karibuni katika uchaguzi mkuja na kura zetu. Tumekuletea baba, tulieni, tuli wenzetu mithili ya maji mtungini. Tuwaelezee mengi 7, kwa kuongoza Rais Moi na Rais Mkapa kufufua jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Ya Afrika Mashariki na Ma kuwa amiri jeshi mkuu wa jeshi letu imara UPDF UPDF. Tunakutakia kila laheri katika uchaguzi mkuu na, na kwa ukali kamtorosha pia mkatili Joseph Kony. Twakutakia kila la heri katika uchaguzi mkuu na kura zetu tumekuletea baba. Baba, bara nzuri katujengea mijini na mashinani, umeme nao katusambazia, pamoja na maji Uganda. Hatuna budi kusema asante, rais wetu Kaguta Museveni. Twakutakia kila la heri katika uchaguzi mkuu ujao na kura zetu tumekuletea baba. Afya bora maisha bora, kalizingatia sana rais wetu, katuletea madawa ya bure hospitalini, twayapata yote. Wanawake wajawazito huduma yao ya bure, jamani, takutakia kila la heri katika uchaguzi mkuu ujao na kura zetu tumekuletea baba Uganda nambari moja kwa amani na umoja. UPDF na polisi wapiga doria mipakani bila kulala. Somalia na Kongo kaingia amani yao kurejesha. Tukutakia kila laheri katika uchaguzi mkuu ujao, nakuna zetu tumekuletea baba. Miundombinu katuletea miundombinu, ukatuletea rais hera za kigeni tumepata na ajira, wana Uganda, wana Uganda, twakutakia kila laheri katika uchaguzi mkuu na kula zetu zumekuletea baba. Kiswahili kwetu muhimu, Uganda na Afrika nzima, takidinisha shuleni na vioni, lengo lako kutunganisha za zakuzungumza usanifu wake twakizingatia. Twakutakia kila la heri katika uchaguzi mkuu ujao, na kura zetu tumekuletea baba. Tumalizie tukishukuru rais kwa safari, twende zetu kutiama polisi Pokea shukurani zetu kwa mapokezi yetu ya kishujaa, bila kusahau wanawe Nyerere na daktari one stendo. Kwa hakika umoja ni nguvu, utengano udhaifu. Tutataka moja lugha moja pendo moja kwa Mungu na nchi yangu. Waherini Mheshimiwa Rais, karibu sana Adjumani. Mimi ninaitwa Letaru Jane kutoka shule ya msingi ya Mother Teresa Adjumani, Uganda. Nina umri wa miaka tisa, niko darasa la nne. Mheshimiwa Rais, naomba kukufahamisha kwamba ndio tumerudi kutoka kwenye Butiama tulipokwenda kumtembelea na kumuombea na kumwenzi baba wa taifa la Tanzania, baba wa jumuiya wetu, baba wa bara letu la Afrika, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mheshimiwa Rais, changamoto tulionayo shuleni kwetu ni swala la usafiri. Kwa hiyo tumekuandikia barua kukuomba Mheshimiwa Rais kutusaidia kupata basi. Tusaidia tusaidia kwenye safari zetu kutuendelea kuhubiri nchini na umoja wetu na lugha ya Kiswahili. Afrika moja, lugha moja, pendo moja na hii ndio barua yetu, Rais wetu.